Yeah. Yo, so eh, karibu sana wageni wangu sa, sa. Hii eh, ni ofisi ya Mashanda Entertainment. Yes, eh, unaposikia Mashanda Entertainment tunapatikana katika mazingira haya haya hapa yeah. Hapa Kyaka yeah. Na sisi tunajili sana na kuelimisha lakini, tunaelimisha kupitia katika usanii yeah. Uh, tunaelimisha kupitia katika kutumbuiza yeah, eh, ndo yeah, no, tunasema edutainment entertainment, entertainment. Okay. But okay. our entertainment always contain okay? education yes, okay. yeah. Katika tunachokitumia mm -hmm. kutumbuiza au kuwafurahisha watu oh. au kuwaondoa katika stress yeah. Tunaangalia maana nzima ya kuwaelimisha yeah. So hiyo tuliipanga tuweze kuelimisha kizazi kijacho, kilichopo na kinachoendelea, ambayo mzungu na, eh, well, anaita generation hii, kwa sababu kuna mengi eh, wameyapita eh, so lazima eh, tutoe mwanga sisi. So nitaomba kwanza wasikilizaji wetu, watazamaji, wataza wetu, mweze kujitambulisha, waweze kuwafahamu. Okay, kwa majina anaitwa naita Jackson Tegenesi, mzaliwa wa uh, sehemu linaitwa Kiziba Kijunja huko. Kwanza ni shundu kidogo, watataka kukuona huo ndugu, angalii, kwa majina anaitwa Jackson Tegenesi nilizaliwa sehemu ya Kijunja huko vijijini kwa ndani huko. Eh, nipo kwenye hizi harakati za industry ya muziki hivi kama mwaka wa 16. Mm. Eh, nime nime nime furahia sana walionipigia simu kwamba leo tunatakiwa tu tukutane tumliongee ile swala kuhusu uh, talent na ya yetu ya Missenyi vipaji eh, na kunahusiana na vipaji ilikuwa kiaya wa vipaji vipaji Ebipaji. Ebipaji kwa kiaya. <laughs> ah, <yisipakiaya. laughs> eh, sasa kwa kiaya, watazamaji wetu naomba kwenye comment section hapo chini. <laughs> uh, tuike ebipaji au vipaji au talents <laughs> kwa kiaya <laughs> inaitwaje? Uh, tunaomba msaidie. Uh, <laughs> Endelee hapo bwana. Haina okay. shida, nitafanyia kazi, nitafanyia kazi kwenye application yangu. Ni uso nione. Ni jambo tunalika sana. Okay. Natakiwa kuongea uongo mbele ya of course mm. okay, nina- nina experience ya na hizi na, sala za music, mm. na kidogo nimeimba imba, nimepitia kwenye studio mbalimbali za mkoa wa Kagera tumefanyafanya, lakini mwisho wa siku nikawa kama mzee wa nandege. Sijui mnamjua mzee wa nandege? <laughs> eh, nikawa kama yeye, ni mzee wa kurukumbi nyimbo inaiti mm. lakini haina mwendelezo naku unakuwa unafanya vitu kama mziki hivi, ule mwanzo wao unatakiwa uwe na nguvu fulani ya kupa mwendelezo sana, kufanya kile kitu ambacho kitakupeleka sehemu, kwa sababu unakuta asilimia kubwa ya wasanii wa Kagera hmm. uh, wanaimba ndio, lakini wanachokipata kwenye mziki wao sio matarajio yao wanaimba ndio, wanaimba wanaimba nyimbo zinapigwa majotoni huko, lakini wanachokipata mafanikio yao, mm. unakuta mtu anaenda studio anarekodi nyimbo kwanza, hapo ashari, yani ametenga muda wa kazi, ametoka kwenye kazi zake binafsi anazofanya, kwa sababu unakuta sio kwamba wanategemea wana, yani yule anayefanya mzee, hakuna msanii wa Kagera anategemea muziki nadhani, na ni Saida tu <laughs> yaani ee, kwamba yani yeye ilikuwa kwenye generation fulani, kwa kitu hapa ana watu fulani lakini mm hakuna -hmm. Msanii yani hakuna msanii mwingine zaidi ya nani atendea anategemea mzee. Hii hizo ni kukata ulimi kidogo, yeah Saida kweli ana kipindi ameanza usanii wake, mm, alikuwa mkoa wa Kagera au alikuwa mkoa ya nje na Saida kipindi anaanza music yeah. Mm. Sasa siwezi kuchokonoa sana kuongea hizo harakati lakini Saidi ni miongoni mwa legendi ambayo wameanzia yani muziki wa yani muziki wa yani muziki muziki ulianza kwa sababu yeye amekuwa kwenye kwenye kwenye kwenye kipaji, yani amekuwa kwenye kupenda sana yake. Umeelewa? Ameanza anapiga ngoma. Mimi nakumbuka maneno bibi yangu ashaikuniambia kwamba Saidi hapa moja napiga pia vingoma ngoma hapa tunamuona tuna naweo yeah. Nimeuliza katika kufanya production hheakfasa yeah, yeah, okay, okay. Nawea yeah. Mm. Mm. Akawa ametoka mkoa wa Kagera unanyelewa, lakini akawa ameenda mikoa mengine mfano kama Dar es Salaam yeah. Au Dodoma ukakuta mm, uko mm, anaengeza kipazi chake mm, mm, unanyelewa, ehhe, so unakuta huko ndiyo panagosti yeah. Au mm, akawa ana kipazi uyi mbo mm, anajua lakini akafanyia nje kwa sababu na nakumbuka nyimbo, kuna nyimbo kama tatu, na hizo ziona mm, mm, alikuwa anatumia brand ya Tivo Tivo studio, iko iko mbali kidogo, kama msomo Tivo eh yeah. Alafu kuna video fulani hizo, kuna na studio, kuna studio fulani ile itumie huko mm, Kampala mm. akiwa aki, aki na mm. Msanii fana ni hivi siku hizi. Eh, wapo wapo wasanii wa Uganda, sio naitaje, yeah. Ye, wale alishirikiana nao tena yeah. Tena wametengeneza hiti moja nzuri sana. Anaitwa <laughs> la, Orlando. Yeah. Na yule mwanamke ni msanii mkongwe sana alikuwa naimba na DJ Kamili na Jose Kamili. Yeah, yeah. So unadhani naona mm. Sasa kama ametoka nje ya mkoa mm. tuseme ndani ya mkoa hakuna mm. boost mm. ya kuinua hivi paji ya yeah, msanii for for for Thomas Kai hiki ambacho mnikiita kama CEO brother, ni kitu moja kizuri sana kwa sababu unakuta sisi tuna vipaji ya kufanya, yaani sisi tuna vipaji tuna kitu cha kufanya. Yaani mimi naweza nikaje studio, yaani kwa mfano nimepata nguvu fulani ya mtu fulani y kunipush bwana, mi naukabizi moyo wa, moyo wa muziki wangu. Unajua muziki wa, eh, ni moyo mm. na naukabizi moyo wa muziki wangu bwana, mimi wewe unisimamie kwenye nisimamie kwenye hili jambo, mimi nitoke. Mm -hmm. Kitu ambacho huko Kagera kidogo akipo, ndio mama anakuta kama kina Saida wao walichana wali, wali mbuga. Mm -hmm. Wakaenda kufanya vitu vile, afu muziki unaweza kupeleka sehemu yoyote uwezo kwa msanii, na unajitambua yani una passion ya ile kitu unachofanya alafu ukaenda yani ukaenda sehemu aliwanja labda, kama utashindwa tu wewe kulifanya kwa msanii kwenye mazingira ambayo hupo. hmm. ukishinda kulimwa kwa, kwa msanii kwenye mazingira ambayo hupo, ina maana hii kile kipaji chako kipo kwenye eh uh, uh, yaani kipo kwenye kwenye damu. Imagine hata mimi kuna sehemu naenda bila na bila sehemu eh, ngoja niongee kwa kiaa kidogo <coughs> <coughs> <coughs> na bila sehemu ilikuwa ni yaani kulikuwa kabali waka kakundi akabaa Ee, watu mbali vizuri vizuri. Kule moja na pili, tuko vizuri. Nikafika pale pale. Sasa sasa, mimi nilikuwa sina hela, halafu nilikuwa nataka nipate nipate nauli nirudi sehemu ambako, kwa sababu kule kilichokuwa kimenipeleka nilienda, halafu nikawa nimekwama. Nikasema sasa, hapa mimi natumia kipaji changu ili nipate barua. Nikaingia pale bana Asumani nitakapo hapo wasanii kama kina kina yeah, Shemea mm, eh, kina nani basi nzuri waka ufashi bango kana tena natembeka nabo kwa miziki yangu mm. Nikafika pale kasa mm. Pa, e, hapo <laughs> oh, sasa na mimi ngoja nimeshia ufundi, nikafanya ufundi eh wa 200 wa 300 wa 500 mm. Na wale nikapata connection hata kina Shemea pale walikuwa wanajua, sasa ufundi ufundi kwa kwenye kwa sababu mimi na nimbo nyingi sana nyimbo nyingi ambazo sasa hiyo shika maiko eh, yeye mimi nikashika maiki nikakaa sijili pale eh, sasa unajua wazee wa shakula dongo huko, afu unasikia unaitikia vizuri huko vizuri eh, wa elfu kumi wa elfu mbili elfu tano na elfu sita Ah, siku hiyo nikasema, bana, leo nimeishi kwenye kipaji changu. Sasa kile unakuta ni sometimes watu wana wanaogopa kufanya hiyo vitu, lakini huko ndo unakupa mwanga hata na alafu haikutoki kwenye historia mm. -hmm. e, yani hicho anachokifanya akikutoki kwenye historia mambo ya David vitu kama hivyo. Asante sana yeah. yeah. E, sasa huo ulikuwa ni pande ya Mr Jackson kutoka kule Kiziba mm. e, ametembea kwa leo ni e, maarufu okay. sana katika mm. -hmm. Uh, saloni yake pale na The J Amazing mm. Salon yeah, yeah, yeah. tamkuta pale Road to katika yeah. barabara kuu iendayo yeah, Uganda katika maungio na sio sio Kiziba tu kule, ni peponi yani, kule kwetu kwetu ni peponi, na wewe kama unataka kuishi peponi, karibu Kiziba. Asante sana, so ndio hmm. hivyo. Um, ah ngoja tumsikilize, ah um. nani pale, mheshimiwa, jina lako ni nani? Naomba ujitambulishe watazamaji wetu waweze babasi, hukumanya bana, naitwa ni Jose. Mmoja kaniita magic boy inside a magic boy DJ. B. Inside a triangle, ama magic boy, magic boy DJ. Rudy, DJ, DJ, magic boy. Yeah, magic boy DJ. Yeah. Ma magic boy DJ, Mr. Triangle. Mzee, tu beta tu. Uh huh. Bana, nimefurahi sana baada ya kusikia kwamba nyinyi na mada kidogo ambayo inazungumzia talent. Talent, talent ni ni kitu kikubwa sana. Watu wanaishi nah, kwenye talent ya ni. Professional, kwa na yeah, ii e